Kwa majina naitwa Obeid Ambonisye Mwalipare ni mkazi wa kijiji hiki cha Matema, eh, nimefurahi nyumba yangu inaishia Kingoni, nimefurahi sana sana, nifurai ni furaha na kubwa, eh, nawashukuru viongozi Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, e, Tulia Ackson Mwansasu, spika wa Bunge na rais wa Mabunge duniani. Nawashukuru, nawashukuru, wameniokoa na kuniweka mahali pazuri. Sasa ndoto yangu imetimia, nimefurahi sana sana sana, nimefurahi sana. Mungu awalinde awabariki hawa viongozi, nimefurahi sana familia yangu kwa, kwa awali ilikuwa katika maisha ya chini kabisa. Nimejitahidi kufanya jitihada mimi na mama kwamba labda tutafikia kiwango fulani, lakini ilikuwa imeshindikana, ilishindikana kabisa kabisa, hasa tulipofikia hatua ya kuanza kusomesha watoto, ndipo mambo yakawa magumu zaidi. wakati mwingine nilikuwa najaribu hata siu niweke harambee kwamba labda ni, ni, watu wanichangie, lakini pia harambee ilikuwa inagoma. Wakati mwingine naweza nikasema nacheka bila eh, bila kujua nacheka kwa namna gani, manake ile hofu na semaje eh, hofu ambayo nilikuwa nayo ambayo ilikuwa inanifanya niwe nashindwa hata kulala. Nadhani niwahi kusema huko nyuma kwamba kuna wakati fulani nilikesha bila kulala usingizi nikiwaza kwamba nyumba hii itaniangukia na watoto. Najisikia vizuri sana, nina amani moyoni kabisa kabisa. Leo ni siku yetu ya kumi kuwa ndani ya wilaya ya Kyela, ambapo tunamsaidia mzee Obeid Ambonisye kumjengea nyumba na hii ni kutokana na hali aliyonayo, kwa maana kwamba ni mtu mwenye ulemavu. Na ujumbe huu uh, tulikuja nao hapa Wilayani Kyela baada ya kuagizwa na kiongozi uh, wetu ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Tulia Trust, lakini pia uh, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Umoja wa Bunge Duniani, na mbunge wa jimbo la Mbeya Mjini, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson baada ya kufikishiwa ombi uh, hili la huyu mzee kwamba anaishi kwenye mazingira ambayo sio rafiki yeye, pamoja na familia na familia yake. Na mzee huyu ana mke mmoja na watoto na watoto wanne, wapo wanaosoma lakini wapo ambao hawasomi kulingana na hali halisi ya, ya maisha ambayo yeye amekuwa akiyaishi hapa uh, wilayani Kyela kwenye kata hii ya, ya Matema, na tulifika wilaya ya Kyela tarehe kumi na tarehe kumi na, na, na moja na tarehe kumi na mbili tulianza rasmi ujenzi, na leo itakuwa ni siku ya kumi toka tulipoanza ujenzi, japo hapa katikati zipo nyakati ambazo tulikuwa uh, tufanye ujenzi kwa sababu ya hali ya hewa, kwa maana kwamba kuna kipindi mvua zinanyesha, lakini kipindi ambacho mvua zilikuwa hazinyeshi ujenzi ulikuwa unaendelea, na moja ya maelekezo tuliopewa ni kwamba ujenzi ulipaswa tuukamilishe ndani ya siku siku kumi na nne, lakini kutokana na hizi changamoto za, za hali ya hewa, kwa hiyo siku tutasogea kidogo, kidogo mbele, kama ambavyo mnaona kazi ina, inaendelea na kwa spidi kwa spidi kubwa. Kwa hiyo tunategemea uh, kufika mwishoni mwa mwezi huu tutakuwa tumekamilisha ujenzi huu na kuweza kumkabidhi mzee Obeid Ambonisye ya nyumba yake, ili na yeye sasa aweze kuishi na familia yake. Na nyumba hii ina vyumba vinne vya kulala, lakini pia ina sebule, lakini pia ina choo cha ndani na ina choo cha nje. Sasa kwa nini tumefanya choo cha ndani? ni kwa sababu ya hali aliyo alionayo ziko changamoto ambazo huwa anakuwa anazipitia nyakati za, za usiku, kitu ambacho kilitupelekea kuhakikisha kwamba tunamjengea tuna cho, cho, cho ya ndani, na hii itakuwa ni nyumba ya kumi na nane kuijenga kupitia Tulia Tulia Trust, ambapo ndani ya mkoa wa Mbeya itakuwa ni nyumba ya kumi na sita na nje ya mkoa wa Mbeya tumejenga nyumba, nyumba mbili kwa hiyo tunategemea kufanya kufanya hivyo mwezi huu mwishoni kuweza kumkabidhi mzee Obeid Ambonisye ya nyumba yake ili aweze kuishi na familia yake. Tunawashukuru sana viongozi mliokuja Watulia kwa mzee wetu ambaye ni kaka yangu Obeid. Hata sisi majirani tulikuwa tunamwonea huruma, kwa sababu alikuwa anapata shida sana sana, alikuwa anapata shida, ila kwa sababu hatukuwa na uwezo wa kwamba tutamsaidia nyumba yake jinsi alivyojenga mpaka akashindwa kuimalizia. Tunawashukuru sana sana sana sana, hatuna mengi ya kuongea, lakini shukrani hmm sana kwa Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa kupitia Tulia Trust ambao wako chini ya Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa jimbo letu la Mbeya na